Mapinduzi kimeshindwa hata kuwahakikishia Watanzania usalama wao. Chenyewe juzi hapa nilimsikiliza im anazungumza baada ya Polepole kutekwa. Oh, chama cha mapinduzi hakiwezi kuwa chama ambacho kinateka watu ili chenye kijiharibie, sina nini. Sasa kama chama cha mapinduzi akiweka sikio chenye dola, sikituambie Polepole yuko wapi? Sikituambie Mdude yuko wapi? Mbona sasa akisema, wakati chenyewe ndo chama ambacho kina dola. Sisi hatuwezi kuingilia dola, tunataka dola itoe maneno yake. Lakini sasa chama cha mapinduzi tunajua, kwa sababu ndio kinaowateua hawa, kinawakataza kusema na kinawapa maelekezo. Watu wanaishi Tanzania kwa hofu. Nchi gani hii ya kuishi kwa hofu? Huko hofu nimeiona mwenyewe leo. Sasa ile hofu hii wenyewe yeniyo ile yau uk. ababu ya ukitaka kutoka kata moja kwenda nyingine lazima uombe kibali mapeli. Hii naona kama hatuko Tanzania. Huko ni kushindwa kwa hali ya juu kwa chama cha mapinduzi. Niwaambie tu, ndani ya chama cha mapinduzi hata demokrasia haipo, kwa sababu chimbi na Samia wamejiweka wenyewe kwenye kugombea wakisaidiwa na Kikwete. Hakuna demokrasia kule aliamua kwenda mahakamani kushtaki kwamba utaratibu umekiukwa. Kwa hiyo CCM wana CCM wa kawaida hawana mgombea kutoka chama cha mapinduzi. wana CCM wa hali ya kawaida wanagombea kutoka CUF, anaitwa Gombo Samandito, ndio mgombea wa CCM wa kawaida. Wale wakubwa kule wanaopeana wenyewe madaraka kule, wanajuana wenyewe hawapendi na watu, na ndio maana wamepaniki. Wanajua mwisho wao umefika, na sisi tutengeneze sendofu nzuri kabisa, waondoke. Mwenye kwenda Kizimkazi aende, mwenye kwenda Songea aende, mwenye kwenda wapi aende, wameshindwa kazi.